Ombani, nimesema naye, kuna rafiki yangu amesema amekubali, kuna dada yangu amesema amekubali, kuna ndugu yangu amesema amekubali. Baba tayari, endelea kuniombea, endelea kuniombea, tayari nimempata. Na ukimfurahisha Bwana, Bwana atakufurahisha zaidi. Ukimfurahisha Yesu, Yesu atakufurahisha zaidi. Ukimtumikia Bwana Yesu, atatuma malaika watakutumikia zaidi agonekane. Yesu akubarike. Yesu akulinde na magonjwa. Yesu akuponye ponye changamoto zote ambazo zinaweza zikazuia usifanye hilo unalotaka kufanya fanya. Naziharibu kwa jina la Yesu, mipango ya shetani kwa ajili ya maisha yako, na iharibu kwa jina la Yesu, magonjwa balaa, kwa jina la Yesu ikaondoke. Yesu akulinde, Yesu akuendeshe, Yesu akuinue, Yesu akubariki, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kama mapepo ma majini, nikure ikatoweke kwa jina la Yesu, uache huru, uache huru. Neema, neema ya Mungu ikufunike neema ya Bwana ifunike biashara zako, neema ya Mungu ifunike mipango yako, neema ya Mungu ifunike wewe na nyumba yako, neema ya Mungu iwe juu yako daima, ulinzi wa Bwana uwe juu yako daima, adui asione afya yako, adui asiharibu mipango yako, adui ashiaribu biashara yako adui ashiharibu kila unachokifanya ashiharibu kazi ya mikono yako kwa jina la Yesu aliye hai. Mungu wa pinguni Mungu wa Israeli awe juu yako ulalapo, uamkapo, uendapo kazini, kwenye shughuli zako, neema ya Mungu. Na kuanzia leo, Bwana aanze kufanya mambo yasiyokuwa ya kawaida kwako. Kuanzia leo, uanze kuona mambo yameanza kutenda Kuanzia leo ninakuombea, ninakuombea, kuanzia leo, kuanzia mwezi huu na kuendelea, mambo yanaanza kwenda sawa, mambo yanaanza kwenda sawa, mafanikio yanaanza kuanza kuonekana katika jina la Yesu aliye hai. Katika jina milango inaanza kufunguka, milango balaa na mikose inaanza kuondoka kwa jina la Yesu aliye hai. Ufunikwe na uwepo wa Mungu. Ni kwa jina la Yesu ninaomba, amen.